Kama utakumbuka awali wakati tunaanza Star TV adhuhuri nilikujulisha kwamba shughuli katika uwanja wa ndege wa Mwanza zimelazimika kusimama kwa saa kadhaa baada ya uwanja huo kukumbwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyoanza kunyesha usiku wa kuamkia leo. Mvua hii pia imesababisha maafa katika maeneo mbalimbali jiji la Mwanza. Baadhi ya athari za mvua hii ni pamoja na nyumba kuanguka, maji kujaa kwenye mitaro, madaraja kuvunjika na baadhi ya barabara kushindwa kupitika kutokana na kujaa maji. Hii hapa ni hali halisi ya matukio hayo.

serikalisi kwa sababu kutoka huko mlimani maporomoko yote yanaelekea huku na huku, hamna matoleo ya maji, yanaenda kuingia kwenye milango ya watu. hii koki maana yake, tulikuwa tunaweka hii ndoo inasimama, unafungua maji, maji yanazama ndani. Sasa kwa, kwa, kwa, kwa huu mchanga uliojaa hapa, ina maana ni zaidi ya futi tatu hapa. Kwa hiyo kwa tunaomba sana, tunaomba sana serikali iangalie vitu vya namna hii, lakini pia kuna daraja hapo juu ndo linaweza kuwa chanzo cha haya yote yanayofanyika. Maana yake maji yanatoka kule yanapita kwenye mkondo wa daraja yanashuka huko kwenye makazi ya watu. Kwa hiyo tunaomba serikali wafanye utaratibu mwingine wa kuweza kuangalia miundombinu hasa hilo daraja, kwa ajili ya kubadilisha utaratibu wa kuweza kutengeneza mtaro na kuelekeza maji sehemu nyingine. Mafuriko ya <tipa> hatari. Mvua hii imeniasiri yani, maji yamejaa ndani jinsi unavyoona hivi, yani huu mchanga ni kozi kama nne zimemezwa na mchanga, kwa hiyo maji yalikuwa yote yako ndani zim <mimitra>